Karibu katika Himaya ya Simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube, nenda YouTube andika Himaya ya Simulizi. Mateso Ndani Ya Sanduku, sehemu ya kumi na tatu. Ilipoishia kwa Maiko, naye ndiyo alikuwa anarudi nyumbani huku mkoni kabeba zawadi kwa ajili ya mke wake, pia nguo kwa ajili ya mdogo wake Amosi. Mhizi, sauti za nini tena? Maiko aliuliza huku anasogelea dilisha. Hii si sauti ya Edina? Ina maana kuondoka kidogo tu anaingiza mwanaume, yaani anamzarau hadi mdogo angu, Maiko alijisemea kimoyomoyo huku anachungulia dirishani. Ukweli hakuamini macho yake mdogo wake wa pekee ndio alikuwa anamkamia mke. Hii ilikuwa siku mbaya kwa Maiko. Hawa mbwa wote lazima niwaowe, Maiko alitupa ile mizigo na kichukua panga liliokuwa nje. Endelea, lakini kabla hajaingia ndani aliwaza, nikiwaua kwa hasira lazima niende jela. Amosi atalilipa ili, lazima nimtoe kafara Maiko alibadili maamuzi na kurudi kazini. Kwa kuwa ilikuwa asubuhi sana, kuna baadhi ya wafanyakazi walilala, hivyo maiko alirudi, alichukua simu na kumpigia Edina. Upande wa Edina naye bado alikuwa katikati ya mchezo. Simu iliita. Amosi nyamaza, kaka yako anapiga. Halo, mume wangu, Edina alipokea kwa mahaba ya kinafiki. Narudi pika chai na kuja na vitafunio. Aya sawa. Haraka. Edina aliamka, kaka yako anakuja, fanya haraka, eka mazingira vizuri. Edina alisafisha kitanda kama akijatokea kitu chochote ndani. Na Amosi alijifanya bado kalala. Baada ya dakika kumi Maiko alitia timu, Edina alimkumbatia kama siyo yeye aliyemsaliti. Amosi bado kalala tu. Maiko alijifanya ajui kitu. Jana kakesha na TV, ndiyo maana bado anauchapa hapo. Naye Amosi ndiyo akajifanya anaamka, ah, kaka, naona ndo unaludi. Walipiga stori kama kawaida, japo Maiko alikuwa na machungu ila alijitahidi kujifanya mjinga. Usiku kwa Maiko na mke wake Edina, kuna mzigo naomba unipelekee kwa mama kesho, maana siwezi kumtuma Amosi na mimi ratiba zangu azipo. Sawa. Edina akuwa na kipingamizi alikubali ambapo kesho ilibidi aende Tanga. Kwa kuwa yeye mwenyewe ni mzawa wa Tanga hivyo ilikuwa nafasi ya yeye kuenda kutembelea na ndugu zake. Ila kwa Maiko alitaka afanye mambo bila kuacha ushahidi. Kesho asubuhi na mapema Edina aliondoka hata nafasi ya kumuaga Amosi alikosa. Asubuhi Amosi aliamka ila akuona, dalili ya shemeji yake haikuwa kawaida. Alitamani kupiga hodi chumbani kujua kulikoni, ila aliogopa. Sasa kabla ajaka vizuri, alisikia sauti ya gari. Alipochungulia ndani, ilikuwa gari ndogo ya kubeba mizigo, ila nyuma kulikuwa na sanduku kubwa sana. Nilipotazama vizuri, nilimuona kaka akishuka katika gari na kuingia ndani. Vipi dogo, Maiko alimwita Amosi, ila leo Maiko alikuwa kauzu sana tofauti na siku nyingine. Safi, shemeji yupo kweli? Maana naona kimya mpaka saizi. Ulitaka akupe cha asubuhi tena? Maiko aliuliza huku akimsogela Amosi ambaye alipata mshiko kusikia vile. Kabla ajaoji vizuri, alipigwa ngumi na kaka yake, kisha akamkaba. Amosi alikuwa anakukuluka bila mafanikio. Maiko alitoa kitambaa na kumhusisha hapo hapo, Amosi alipoteza fahamu.